Kata ya Mamba kimsingi, kuna miradi mingi iliyotekelezwa chini ya serikali ya rais wetu mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan, kwamba tulikuwa na miradi ya ujenzi wa kituo cha afya. Kituo cha afya kimekamilika na kimefunguliwa na wananchi wanaendelea kupata huduma. Huduma iliyokuwa imebaki pale, hatukuwa na jokofu, lakini bahati nzuri, miezi miwili iliyopita, jokofu limeshafika pale, kwa hiyo kituo kinao uwezo wa kutunza maiti, lakini tunao wataalamu wa kutosha. Lakini vilevile tumeweza kupata fedha zingine karibu milioni hamsini kwa ajili ya mradi wa woshi unaendelea pale, na upo hatua za mwisho na unazo ukakabidhiwa muda wowote. Lakini hali kadhalika, shule ya msingi Mtande kuipata fedha, tumejenga vyumba viwili vya madarasa na ofisi kupitia serikali kuu. Kwa hiyo vilevile tunaenda kumpongeza mheshimiwa wa rais kwa, kwa, kwa kutupa fedha. Lakini shule ya msingi Mamba tuipata fedha milioni hamsini na nne kwa ajili ya kujenga vyumba vya madarasa madarasa ya awali kwa watoto wetu yamekamilika na yanatumika, hivyo tunaipongeza serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan lakini vile vile tunao mradi miradi pale vya vyumba vya madarasa pale sekondari Mtande sekondari tunavyo vyumba sita na tulipata sio chini ya milioni mia moja na ishirini lakini tukawa tumepata zingine milioni ishirini kwa ajili ya ukarabati wa vyumba vya madarasa yamekamilika na yanatumika. Lakini vile vile shule ya msingi kule Shinyanga tumefanikiwa kujenga tulipata shilingi milioni themanini, tumejenga vyumba vinne kwa kwa, kwa fedha za UVIKO, kwa kweli yapo vizuri na shule imekamilika na matokeo inaendelea kutoa vizuri, na serikali ilishaleta walimu na shule ilishafunguliwa kimsingi. Tunaishukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan lakini pamoja na hilo tulipata milioni ishirini na nne na, na kwa ajili ya kujenga josho la kuogeshea mifugo lipo kule Shinyanga, limekamilika, na wafugaji wanaendelea kuosha mifugo yao pale. Lakini tunayo shule shikizi Mandumbu ambayo ina vyumba vinne na ofisi pamoja na vyoo, bado haijafunguliwa kwa sababu tunaendelea kukamilisha ujenzi wa vyumba viwili ili iweze kupata kibali cha kusajiliwa. Haya yote ni kwa kwa kutoka kipindi cha elfu mbili na ishirini, mpaka hivi tunavyozungumza 2025. Lakini lakini vile vilevile kwenye kata hii kulikuwa na shida kubwa ya maji, lakini Ruasa wametuchimbia kisima kirefu na kinaendelea kukamilishwa, nadhani inapofika tarehe 30 mwezi huu mradi huu utakuwa umekamilika na wananchi wa Mamba wataendelea kupata maji safi na salama kuzingatia kata hii. Kwa kweli swala la maji lilikuwa ni, ni tatizo sugu, hivyo tumepata ukombozi kwenye kijiji cha Mamba, hatakutakuwa na shida ya maji tena. Haya yametekelezwa kutoka elfu mbili na ishirini mpaka kufikia na ishirini na tano, lakini vile vile, jana tumeweza tume, tume kuleta wadau. Kuna shirika la CRS limeingia linataka kusambaza maji kwenye kata nzima vijiji vyote vitatu kwenye kijiji kwenye kata hii ya Mamba hususani, na mpango huu kwa ujumla, serikali zote tatu zimekubaliana na makubaliano hayo, na wenzetu wao kuanzia Jumatatu wanakuja kupita na kuangalia miundombinu ya mazingira ya mabomba ya maji yanakaeji ili sasa huduma ya maji iweze kupatikana kata nzima ya Mamba. Lakini vilevile tulikuwa na mradi pale shule ya msingi Kisaras, tumeweza kujenga miundombinu ya uvunaji wa maji kwenye shule ile ya msingi. Kwa hiyo yapo matengi ya kuvuna maji, ambayo kwa kweli yanaendelea kusaidia wanafunzi lakini haya yote yametekelezwa ndani ya miaka hii mitano, lakini yapo na mengine mengi. Kwenye zahanati yetu ya Mamba tumeweza kukamilisha ujenzi kwa nguvu ya wananchi, ujenzi wa nyumba ya mganga imekamilika na mtumishi tayari anaishi humu. Lakini nipongeze serikali ya awamu ya sita kwa kuweza kutuona, kwa sababu kuwa na miundombinu ni kitu kingine, lakini vifaa tiba nacho ni kitu kingine. Tumepokea vifaa tiba kituo cha afya na pale zahanati, lakini vile vile tumeweza kupokea watumishi, walau watumishi kwa sasa, kata yetu ya Mamba kwenye idara zote, kwa maana ya afya, elimu, kwa kweli walau kumekuwa na unafuu, ingawa bado hawajatosha, hawaja lakini tunao watumishi wa kutosha. Haya yote tunazidi kuipongeza serikali ya awamu ya sita ya Mama Samia Suluhu Hassan, lakini vilevile niipongeze halmashauri yangu ya Wilaya ya Chunya kwa kuyatumia vizuri mapato yetu ya ndani, tunapopata tunapeleka kwenye miradi lengo. Hivyo sasa tunaingia tunamaliza miaka mitano yakiwa yametekelezwa haya ndani ya Kata ya Mamba. Ukichukua kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kwenye Kata ya Mamba mambo yaliyokuwa yameahidiwa karibu asilimia tisini na nane yametekelezwa ambayo bado nidhani ni yale ya mazingira, hasa barabara za kwenda pembeni ambako bado hatuja hatujazilima, lakini mpango wa halmashauri tunanunua e, katapila na, na, na, na, na lile la kukandamizia barabara ili sasa tuwe tunalima sisi wenyewe. Naamini baada ya uchaguzi wa, wa mwaka huu, basi barabara hizi ambazo ni hitaji kabisa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kata yetu ya Mamba na ni hitaji kwa wananchi wa maeneo hayo zitaweza kulimwa na zikapatika muda wote, na pengine tutashawishi na wafanyabiashara wenye vyombo vya usafiri, basi waweze kupeleka vyombo vyao huko viendelee kutoa huduma ya usafiri kutoka mazingira ya pembeni huko kuja hapa katikati. Lakini kwenye hali ya uchumi, kata hii ya Mamba, swala la uchumi linaenda vizuri, hususan kwa sehemu kubwa ni wakulima na wafugaji. Kwa hiyo wakulima wameweza kufaidi sana, hasa kupitia zao la tumbaku ambalo kwa kweli thamani yake imekuwa kubwa na kila mwananchi wa kata hii anahamasika kulima tumbaku ili kuweza kupata kipato ya kujitengenezea maisha yaliyo bora. Lakini halikadhalika hawalimi tumbako tu, kuna kilimo cha alizeti, karanga, vinaendelea kulimwa na wananchi, wanaendelea kupata faida kwa kuuza mazao yale, na wanapata nafasi ya kwenda kusomesha watoto kupitia vipato hivyo wanavyovipata. Mwandishi, naomba nishukuru serikali ya awamu ya sita chini ya Chama cha Mapinduzi kwanza kwa kuleta soko la mahindi kwenye, kwenye wilaya yetu. Wananchi wangu hawa ni wakulima wakubwa wa zao la mahindi, lakini wameweza kufaidi sana bei nzuri ambayo ipo kwenye soko la mahindi. Tulikuwa na soko pale Chunya na baadaye kwa kata zetu za huku, hususan Kipembao, ilipoonekana ni mbali lakini serikali iliweza kusogeza soko hilo la mahindi, na wananchi wameenda kuuza mahindi mengi sana na wamefaidi sana, na wameombea kwa kweli jambo hili liendelee, kwa sababu limeendana na gharama halisi za pembejeo za kilimo hasa kwenye kuzalisha swala la mahindi. Lakini faraja kubwa juu ya halmashauri kujenga gala la kuuzia mahindi ambalo kwa kweli itakuwa ni soko na lipo hatua nzuri, mimi mwenyewe nimefika pale, ndipo hatua ya lenta. Ni gara kubwa, na litaendelea kuhamasisha wananchi wa tarafa Kipembawe na kata nzima ya Mamba kuweza kulima kwa wingi ili waweze kuuza. Kwa hiyo, hiyo ni faida kubwa ambayo inahamasisha sasa, kwa sababu wakati fulani walikuwa nalima pakubwa, alafu unakuta soko linakuwa halipo kwa hiyo linakuwa la kubabaisha. Kwa hiyo ilikuwa nakatisha wakulima kulima mahindi kwa wingi. Kwa hiyo hii imechochea, na ninavyofahamu kila mmoja anahitaji kuwa na maisha bora, lakini vile vile na serikali inasaidia sana kuweka ruzuku kwenye pembejeo hasa ni mbolea. Kwa kweli tunaendelea kuipongeza na kuishukuru, lakini hamasa nyingine ni zao hili la tumbako zao la tumbaku kwa mwaka huu ni mkombozi mkubwa, linachochea uchumi na wananchi. Karibu kwa kweli, kwa sasa kila mtu kuanzia sasa na maandalizi ya kujenga mabani na kuandaa mashamba, ili msimu unaokuja waweze kulima vizuri na wapate hizo dola tatu tatu zinazomwagika. Lakini kimsingi ni yapongeze na makampuni yanayofanya biashara ya tumbaku yamekuja vizuri kwa sababu yanatoa na huduma za kijamii kwenye, kwenye, kwenye maeneo wanakofanyia biashara. Hivyo wananchi wangu, mimi nitoe wito tu, unapopata nafasi hii ni vizuri ukaitumia vizuri, kwa maana ya kujiwekeza, kujenga nyumba, kusomesha lakini na kutengeneza mitaji ya kufanya biashara kwa sababu mara nyingi mazao haya huwa yanyoki moja kwa moja, wakati fulani inaweza ika down, na wakati fulani ika- ikapanda. Kwa hiyo kipindiki ambako imepanda, tunatakiwa nitoe rai kwa wananchi wangu, tutumie nafasi hii kuweza kulima kwa, kwa kiwango cha juu na kwa ubora, ili tuweze kupata fedha nyingi zaidi zikanufaisha familia zetu na taifa na halmashauri kwa ujumla. Kupitia zao la tumbaku, halmashauri ya Chunya tunapata ushuru mwingi, ambao kwa kweli tunaendelea kutoa huduma hizi ambazo nimezieleza. Asilimia kubwa ilani imetekelezwa, na nimshukuru sana Mheshimiwa diwani wa kata yetu ya Mamba kwa kushirikiana na serikali za vijiji, wametekeleza. Tunao mashule yaliyojengwa, kwa mfano kule Shinyanga yamejengwa madarasa manne kwa fedha za kutoka kwa Mheshimiwa Rais, tulipokea kama milioni 80, tukajenga madarasa manne na kwa ushirikiano wa wananchi walijitolea na nguvu zao, wakaungana na nguvu ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kumejengwa madarasa kule, japo ipo changamoto tu ya miundombinu kutoka hapa makao makuu ya kata kuelekea sehemu ile. Lakini pia tume, tume kuna ujenzi wa darasa vyumba vya mfano vya madarasa ya awali shule ya msingi Mamba tulipokea milioni 54.7, bado na nguvu za wananchi wakachangia pale. Kwa hiyo jengo limekamilika na linafanya kazi lakini si hapo tu, kienda kule Mandumbwi kuna ujenzi wa madarasa manne, tulipokea fedha pia kutoka kwa mheshimiwa Rais na wananchi wakachangia nguvu zao. Kwa hiyo mashule yanatumika yale madarasa yanatumika, japo kuna changamoto kidogo ya watoto, lakini lakini serikali inaendelea kutatua changamoto hiyo. Lakini pale Kisarasi pia kuna shule ya msingi, japo kuna changamoto kidogo, lakini na uhakika kwa serikali hii sikivu ya Chama cha Mapinduzi kwa ushirikiano wa Mheshimiwa diwani, Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa Rais, changamoto zinaenda kukamilika kwa asilimia kubwa katika maeneo yetu. Ilani imetekelezwa, lakini ukienda pale shule ya msingi Mapinduzi kuna madarasa yaliyojengwa ndani ya miaka mitano na yanatumika na kazi zingine zinaendelea kukamilika. Pia tuna jengo la mwalimu liliyojengwa tui ni wanu, sasa hivi iko hatua ya mwisho inakamilika, nafikiri mwezi huo uliopita tuenda kukagua tukaona pale wana hatua ya mwisho wa kufunga walimu waamie pale. Lakini ukienda pale mtande pamebadilika, kuna madarasa anajengwa mazuri. Tumepokea fedha toka kwa Mheshimiwa Rais, lakini na wananchi wao wamechangia fedha zao pale, kwa madarasa anaenda kukamilika. Vile vyumba viwili vya vya vya nani vya awali vimekamilika, tulipokea fedha toka kwa Mheshimiwa Rais na wananchi, kwa ushirikiano wao wakachanga fedha na nguvu zao pia. Kwa hiyo madarasa amekamilika lakini kuna vyumba viwili ambavyo vimeanzishwa kwa nguvu ya wananchi viko usawa wa lenta. Tunategemea mara ikishafika juu, akishafikisha juu pale basi tunategemea kuiomba halmashauri watupige kidogo kampani kwa kwa, wao, kwa kwa ajili ya ya upauaji, lakini wananchi wamejitahidi kwa kadiri ya uwezo wao wamefikisha pale ilipo. Kwa kweli ni niseme kama katibu wa chama, kuna miradi mingi sana imekamilika katika kata hii. Pia anachukua nafasi kumpongeza sana mheshimiwa diwani. Kwa u, jinsi alivyokamilisha miradi hii kwa kweli, kwangu binafsi niseme, duka limeuzwa vizuri, na tuliyempa kusimamia uzaji wa ile duka kweli amelisimamia vizuri. Kila kinachouzwa tunakiona kwa macho yetu. Tulianzia kubeba mawe, mchanga, tukachimba msingi, hiyo miaka mitano hapo, tukaanza na ujenzi ujenzi, ndio mpaka wakati huu sahizi tumekimefikia wakati yani tunamalizia malizia malizia kati bado akijakamilika, tulikuwa tunaenda Kata ya Mamba. Hey, pale kit, sio kituo cha afya kilikuwa ni dispensary, ndio tulikuwa tunaenda kupata huduma hapo. Tukit, tukitaka huduma kubwa tulikuwa tunapelekwa Chunya. Baada ya miaka kama kadhaa hivi, miwili mitatu, ndio kituo kikawa kimekamilika. Asa hivi huduma ni nzuri, ni nzuri, ni nzuri. Kwa kweli viongozi wetu wamejitahidi, wametuweka pazuri. Saizi huduma ni hapa hapa kila kitu ni hapa hapa. Kwa kweli kupambania kituo hiki mheshimiwa wetu diwani kwa kweli ame, amefanya kazi nzuri. Tunaomba tena arudi tena ili agombee tena ili atu, atuvushe tena atupeleke, yani yuko vizuri tu kwa kweli. Kituo cha afya hiki kilipoanza tulikuwa na changamoto ya uhaba wa madaktari, lakini pia kadiri siku zilivyokwenda mbele serikali ilituletea madaktari waliendelea kutoa huduma, walituhudumia vizuri, ijapokuwa wale waliokuwepo walihamishwa, walipelekwa sehemu nyingine, lakini serikali haikutuacha, ikatuletea watu wengine ambao wanaendelea mpaka sasa kutoa huduma. Kwa kweli huduma iko vizuri, hatujasikia malalamiko kwa mtu yoyote, huduma wanatoa vizuri, ya kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz dc go lakini Instagram tunapatikana chunya underscore official.